Ijue Iringa. Tumezoea historia nyingi huhifadhiwa katika vitabu, lakini kuna historia zingine huwezi kuzipata kwenye jengo la maktaba, bali unahitajika kwenda mbali zaidi kuzifuata, ikiwezekana, muda na pesa vinatumika. Umaarufu wa baadhi ya watu kwenye jamii umekuwa chanzo kikubwa cha uelekeo wa maisha ya jamii hizo kwa sababu ya desturi, ushupavu, mila na tamaduni, ikiwemo shughuli husika za watu hao hivyo umaarufu wao umekuwa chanzo cha majina kadha wa kadha katika maeneo, vitu na jengo ili kuhifadhi historia ya jamii. Je, yeah, umewahi kujiuliza asili ya jina la eneo lililopo halmashauri ya manispaa ya Iringa alimaarufu kama Mkimbizi? Mtazamaji wetu wa UoI Digital, leo kwenye Ijua Iringa tumefika kwenye kata ya Mkimbizi ahmu mengi kuhusiana na hii kata lakini, moja kwa moja tutaenda kwenye ofisi ya kata ya Mkimbizi tukaonane na viongozi ambao watatupatia kidogo kujua na hii kata alafu tutaenda kwa wazee na wakazi wa kata hii. Mtazamaji, tuko katika ofisi ya mtendaji wa kata ya Mkimbizi, ndani ya hii ofisi ya kata tunaenda so, kufahamu mambo mengi sana mambo kadha wa kadha yanayohusiana na kata hii ya Mkimbizi. Kwanza kabisa tutajua Mkimbizi ni nini na kwa nini iliitwa Mkimbizi. Tutajua kilomita zinazopatikana ndani ya kata ya Mkimbizi, lakini pia huduma za kijamii mbalimbali zinazopatikana katika kata ya Mkimbizi kama shule, hospitali na kadhalika. Mbali na hapo, pia tutajua shughuli za kijamii zinazopatikana ndani ya kata ya Mkimbizi wakazi wa Mkimbizi wanajishughulisha na nini? Lakini swala lazima la ulinzi na usalama katika kata ya Mkimbizi. Usiende mbali na mimi, utakuwa na mida bora ya kitundu. Karibu. Kata hii iko kilomita sita kutoka makao makuu ya halmashauri ya manispa. Kabla ya kuitwa kata ya Mkimbizi, kabla ijazaliwa, kata hii ilikuwa iko ndani ya kata ya Mtuvila ikiitwa kata ya Mtuvila. Baadaye mwaka elfu mbili na sita ndipo ikazaliwa kata ya Mkimbizi. Sasa jina la Mkimbizi, kwa nini naitwa Mkimbizi? Huko zamani isemekana eneo hili lilikuwa liko tupu, lilikuwa tu mashamba na, na ulanzi ama, mianzi ulanzi, ilikuwa miti ya ulanzi eneo kubwa la msitu. Kwa hiyo kuna operation wakati huo zamani kabisa ikiitwa Sogeza, wana watu walikuwa wanaishi Masisi, Jukule, Kihesa. Wale watu wakashushwa kata ya Kihesa. Miongoni mwa walioshushwa kata ya Kihesa, alimji mmoja akahama akaamia huku Mkimbizi, hiyo aio <coughs> ilibidi huku alikuwa eneo hili peke yake kwaamita jii Mkimbizi, aia jina la Mkimbizi na ikaitwa kata ya Mkimbizi huduma zinazopatikana za nyakatatu kama kawaida, tuna shule za msingi na tuna shule za sekondari. O, tunazo shule za msingi za umma kwa maana ya serikali tuna shule tano. Tuna shule ya Geleke, tuna shule ya Ugele, tuna shule ya Mshikamano, tuna shule ya Ukombozi, tuna shule ya msingi Mkimbizi. Ni pia tuna nitoa... shule za ah, binafsi a msingi na shule inaitwa ah, Peacock tunayo, tunayo, tunayo shule inaitwa Legacy tunayo shule inaitwa inaitwa nini, shule ni Saudi na kile pale ipo shule msingi, lakini pia tunayo tunayo tunayo shule ya sekondari. Shule hii inaitwa shule ya sekondari Mtivila, ilikuwa jina lile la zamani kabla haijazaliwa kata hii ya Mtivila. Kwa sababu kuna kata ya Mtivila kule na kuna kata ya Mkimbizi. Kwa shule ile ya Mtivila ilianzishwa wakati huo kata ilipokuwa, kata ilipokuwa moja. Kwa hiyo imebaki majina lile lile ya shule, na shule hiyo ya sekondari ya Mtivila ambayo inachukua watoto walofaulu katika shule hizi za yeah. msingi yeah. Lakini pia upande wa afya tunacho kituo cha afya cha Mkimbizi hichi, kinatoa huduma zote zile wanazozifahamu za afya, pamoja na wagonjwa wa nje na wagonjwa wanao wanaofika kwa ajili ya kujifungua, kwa ajili ya upasuaji, huduma za meno, huduma za kinywa na meno, huduma za maabara. Tunacho kituo cha afya bora kabisa cha kisasa kwapojuu, kituo kipya ambacho kimeanza kazi mwaka ya, na, mazona, lakini pia tunakamilisha ujenzi wa zahanati ya Ugele kule. Ugele kuko kidogo kuko mbali, ni kilomita kumi na nne kumi na tano kutoka hapa pika kwenye mtaa ya Ugele Manyigi na Ugele Ilangira. Kwa hiyo kule Ugele, Ugele kule ne, tunakamilisha ujenzi wa zahanati ya Ugele inaitwa. Zahanati hiyo itakuwa inapokea wagonjwa kwenye mitaa kule mitaa ile ya kule na kama watahitaji rifaa basi watakuwa wanaletwa kwenye kituo cha afya. Hizo ndo huduma zinazopatikana, na huduma nyingine za kijamii ni za binafsi, kama biashara ndogo ndogo, maduka na nini, lakini wananchi wengi wa kata hii ni wakulima na wafanya kazi. Wakazi wengi wa kata hii ni watumishi watumishi wa serikali, watumishi wastaafu, na maeneo mengi pe ya pembezoni yanatumika kwa ajili ya kilimo, kwa sababu so, imeambatana na mazingira ya jijini jijini kule pembezoni pe. Kata hii ina idadi ya wakazi elfu kumi na tano na ishirini kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ambapo wanaume ni 8074 wanawake ni 6946 yenye kaya 3959 na mtaa wenye idadi kubwa ya watu katika kata hiyo ni mtaa wa Mkimbizi di. Kila mtu anayefika katika eneo hilo anajivunia mandhari na mpangilio mzima wa shughuli na huduma za kijamii zinazopatikana kata ya Mkimbizi. Mtazamaji, chukua glasi yako kunywa maji, kisha jifunge mkanda, tuendelee kuifahamu kata ya Mkimbizi. Oho, walianza mzazi akaja mtoto, na ni kawaida ya jamii nyingi nchini Tanzania kurithisha simulizi za mambo ya kale ili kutoa sintofahamu kwa vizazi na vizazi, na hawa wakazi unawazaa wa kata ya Mkimbizi wanaelezea jinsi wanavyoifahamu kata hiyo toka kuanzishwa mpaka sasa. toka ilipoanza kabla wenye viti hawajakuwepo walikuwepo tu mabalozi miaka ya nyuma huko. Baadaye miaka ya elfu mbili, kama sijakosea, wakaanza ikaanza hii ya wenyeviti wa mitaa, serikali za mitaa wakasema wachaguliwe wenye viti nilikuwepo tayari na akili timamu kwa sababu pia nimezaliwa wa hapa. Baada e... ya hapo walivyoanza wenye viti baadaye wakapata watendaji wa mitaa wakawa wanasaidiana na wenye viti. Mtendaji anakuwa katibu, mwenye viti anakuwa mwenyekiti wa mtaa. Kwa hiyo kazi za maendeleo zikaanza kuwa nzuri tofauti na mara ya kwanza alipokuwa kibarozi baadaye akaja mwenyekiti tu peke yake. Baada ya kuongezewa watendaji, utendaji wa kazi ukaongezeka, maendeleo yakaendelea like, kwa mazuri. Mwanzo kabisa, Mkimbizi ilikuwa haina maji kabisa, ilikuwa tuna misima bila kupanga. Unakuta Mkimbizi zima ilikuwa na misima kama vitatu, kwa hiyo watu walikuwa wanakesha kwenye maji usiku kucha. Ukienda saa saba utakuta kuna watu, ukienda saa nane utakuta kuna watu lakini baada ya hapo maendeleo yamezidi kuja, maji yanaingia sasa hivi, kila nyumba ina maji. Kwa mfano kwenye mtaa wangu mimi, mtaa mzima, karibu nyumba zote zina maji. Kuna nyumba kama tatu ambazo hazina maji nazo, ambazo zimejengwa pembeni pembeni, nao wako karibuni watapata maji pia. Mwanzoni kulikuwa hatuna umeme. Sasa hivi kila nyumba ina umeme. Kiangalia kile mtaa mzima nyumba zi hata tano ambazo hazina umeme. Zote zina umeme. Kwa hiyo ni maendeleo tosha. Pia barabara. Kuna barabara zile ambazo zilikuwa zinapita ng'ombe. Ng'ombe zikisafisha, basi inakuwa ndio barabara hiyo, ina watu wanapita. Kwa hiyo usafiri wetu sisi tulikuwa tunatoka hapa mpaka mjini baadaye wakatuletea, zamani zilikuwa zinaitwa chai maharage, chaimaarage vile kama vifuso fulani, ikaanza vile yakaanza, yaye mabasi ambayo yamechoka alikuwa anaenda labda Dar es Salaam. Kaa anaishia Kiesa, kama mnavyojua endi ya Kihesa. Kwa hiyo mkitoka hapa kama mna mgonjwa wa sibu na ingine mpaka Kihesa ndio mnapanda basi mnaenda hospitali. Mkirudi mnashukia pale. Maendeleo yale wanaanza kusonga mbele kido, kidogo kidogo, baadaye wakasogea Mwanyingo, zikawa zinaisha Mwanyingo. Kitoka hapa unaisha Mwanyingo, unapanda basi unaenda mjini na ukirudi unaisha Mwanyingo. Baadaye maendeleo yalivyoendelea zikaanza kuja mpaka shayo, kituo cha kwanza kikawa shayo. Baadaye maendeleo yanaendelea mbele, magari yanasogea mpaka mwisho wa mkimbizi wa, wa, wa bima huko. Kwa hiyo mpaka sasa hivi usafiri mwingi, bajaji zinazunguka, hazina shida, pamoja kuwa hawakeshi kwenye saa nne hivi inakuwa mwisho. E, sasa hivi kwa kweli maendeleo ni mazuri baada ya kushirikiana wenye viti na matendaji pamoja na wananchi wenyewe. Tuseme tu labda jina la Mkimbizi, kuna mama mmoja alitokea huko wilaya Mufindi, alikuja akiwa na biashara zake za pombe. Alifika hapa, alifikia kwanza Kihesa Kihesa, pale akawa natapika hizo pombe zake, akaona sehemu ya kuuzia maalum hapo Akaja huku kulikuwa kuna poli hapo katikati, hapo kama nimepita katikati, hapo kutoka kwa mtendaji kuna kondena la takataka katikati pale. Basi yule mama akaweka makazi hapo katikati ya miti, akajenga nyumba yake pale, akawa anapika hizo pombe zake anauza pale. Kwa hiyo watu wakawa wanasema huyu ni mkimbizi, ametoka huko mbali, amekimbilia huku kwetu, amekuja kujificha. Na kipindi hicho kulikuwa kuna kipindupindu kimestamiri sana. Wei watu wanaenda kujificha huko umo wapolini umo. Kwa hiyo akaitwa mkimbizi. Mkimbizi ni yule mama, baadaye jina hilo likaenea, lika basi ikaitwa Mkimbizi. Kabla ya kuitwa Mkimbizi, mara ya kwanza kunaitwa Molezi. Molesi ni huu mlima huu hapa, mna jiwe kubwa, mnaliona pale juu. Kwa hiyo watu walikuwa wanaenda wanasimama, wakati wanasema waasema, wakati wa vita si wanakaa kule juu, ukisimama ee, kule juu unaona ramani yote, mji mzima wa Iringa karibu, naona Manispa tuseme. Kwa hiyo wakiwa kule juu wanasema wangalie kule, wanasema n w anasema l zamani, sasailolee abaniata lolei. Baada ya hapo kuja huyo mama, ndio ikageuka ikaitwa Mkimbizi. Ni mama huyo ambaye amefariki kuna miaka mitatu. Mama Mkimbizi alikuwa mzee sana, amekaa sana. Mara nyingi sana wanafunzi walikuwa wanaenda pale, wanaenda jamani, jina la Mkimbizi nitokana na nini? Kwa sababu kuna shule inaitwa Mkimbizi, akawa anasema jamani, jina la Mkimbizi ndio huyu hapa bibi. Hilo jina lilikuja na huyo mama alitokea wilaya ya Mufindi. Akaja hapa na biashara zake tapombe pombe. Ndio akajenga hapa katikati ya msitu kabisa, ulikuwa msitu. Akawa anauza pombe zake hapo, watu wakawa nasema, jamaa twende kwa yule mkimbizi. Wakala, kwa hiyo akawa anasema twende kwa yule mkimbizi. Sisi tukiwa bado wadogo wadogo tu tunasikia mkimbizi mkimbizi. Na kwa hiyo historia ya mkimbizi ilileta tu na mtu aliyokuja alikimbia, yani kutoka sehemu kuja sehemu nyingine wakamuita mkimbizi na maana sio mwenyeji wa eneo hili, tuseme wakazi yani, wa Mkimbizi wa, wa wa huwa hawachagui, kwa sababu huko tuko makabila tofauti. Sasa hivi umeua makabila mengi ya Tanzania karibu yote wapo, kwa hiyo tuna tuna ushirikiano, wana ushirikiano vizuri tu. Pia kuna shida, kuna shughuli yani, kwenye sherehe iwe shida, vyote wako vizuri sana. Hata kama wewe ulikuwa labda kwa mfano umepata shida watakuja halafu watakusema, yani wewe, wafanye hivi hivi, hawatakuacha yani. Hata kama una shughuli leo hii, pita nyumba zote, wewe waariki tu, shughuli yako itafana vizuri. Akina mama wa Mkimbizi tuseme, hata akina baba wote wana shughuli nzuri sana, hasa akina mama, akina mama hata kwenye shughuli tu mwende ukumbini, MC wanasifia, anasema jamani, hakuna kiwanja huko Mkimbizi, mbona mama wana umoja sana. Yani akina mama wana umoja, wanashirikiana sana. E, huwa hawamuache mwenzao. Na ifa, ufahamu, nafahamu kidogo. Kwa sababu na mimi nilikuta. Kwa sababu wakati mimi na, nakuja hapa ndo na ndo nakuta wanasema Mkimbizi Mkimbizi e, kuna, nie, lakini Mkimbizi itokeaje ndo kaniambia hivyo bwana, Mkimbizi kuna mama moja alikuwa nakaa Kihesa. Sasa wakati amekaa Kihesa, sasa vurugovurugo ile akaona hapa fulani kimbie. Ndo akaja kukimbilia huku, amekimbilia huku, akaanza nani, mambo ya kilabu, akajenga kilabu chake kidogo tu, akaanza, jamani, mimi nimekimbia, ni mkimbizi, na hii sehemu hii iitwe Mkimbizi. Basi kweli watu wakasema, ha eh, hey, kwa kweli, lakini jina ni zuri, ulikimbia kwa sababu ya nini? Akasema, ah, niona kama fujo fujo, mimi siitaki fadhila, acha na mimi nikakae peke yangu tu kama atanifuata anifuatage. Ndo kwa kweli, kaanzaga moja kwa moja, moja anajenga moja moja moja moja. Wewe jamaa, mimi naenda Mkimbizi, naenda Mkimbizi. Basi ndio wakati huo sasa. Na watoto wangapi? Na watoto wanne eh. Lakini basi kaendea ni Mkimbizi, Mkimbizi mpaka mama huyu amekufa. Tuko hapa hapa sisi eh, kwa kazi zetu zi, zile zinafanya kama biashara hizi tunafanyia nini lakini hatuna wasiwasi yote hapo, kwamba au nini nani ndio kwa mtendaji au kuna nini nani e? A a, tunajua kwamba watendaji ndio wenyewe natulinda, ni walinzi wetu, hatuwezi kuwa wacha na sisi eh, hata akisema nini, wote tunajua kwamba lazima tutoe mambo yote, ayajue kwamba huko Mkimbizi na sawa, Mkimbizi, lakini hebu nichukue mambo ya hapa eh, ya vijana kweli. Kwa hiyo ndio maendeleo yao yanaendelea vizuri. Hivyo basi, kwa maslahi mapana ya jamii na taifa kwa ujumla, wafanyabiashara wa kata ya Mkimbizi wanajivunia jitihada za viongozi wa serikali za mitaa ambapo ni chanzo cha maendeleo ya kata hiyo ikiwepo kwa upande wa biashara ndogo ndogo na swala zima la ulinzi na usalama wa kata. Jamii hii imebarikiwa sana. Kama ulivyoisikia na kuitazama, natumai umejifunza vyema na kufahamu asili ya jina la eneo lililopo halmashauri ya manispaa ya Iringa ari maarufu kama Mkimbizi. Wakazi wa kata ya Mkimbizi ni wakarimu sana, wanajitoa kuhakikisha maendeleo yanasonga mbele bila kuzingatia ukabila, dini, cheo, mali na hali mbalimbali zilizopo chini ya jua. Ah, kwa majina naitwa Elik Ngimba, ni mkazi wa Mkimbizi, najishughulisha na biashara ya bucha. Iyo ndio eh, Mkimbizi. Kimazingira kwa kweli mazingira ni mazuri, usalama wa kutosha, ya, makazi ya watu ni mengi ndio, ndio, kwa anaye anayekuja Mkimbizi, Mkimbizi ni kuzuri anakaribishwa Mkimbizi, kwa safi, kwa salama sala zipo na, kimkimbizi kisaikolojia, biashara ziko Jumamosi na Jumapili sana, sana sana, ila hizi siku za katikati kwa kweli Mkimbizi na watumishi wengi sana wa serikali wanavyoenda makazini, jioni wanarudi wameshanunua vitu vyao, kwa hiyo unakuta siku za katikati biashara kidogo ni changamoto, ila Jumamosi na Jumapili biashara ziko vizuri. Uh, changamoto labda tu ndiyo idadi tu ya watu siku za katikati ni chache. Ya, labda jambo jingine tuna maeneo mengi sana hajajengwa viwanja vingi sana maeneo hajajengwa, kwa so, labda wakijenga watu wakawa wakaongezeka kidogo makazi. Mimi nimefika tu hapa tumehamia tumeiona Mkimbizi, lakini kwa uzuri wa Mkimbizi uh, mtu ukiishi unafurahisha na kuna unaleta hamasa ya mtu kuishi hapa kwa sababu ni sehemu ambayo iko vizuri sana, jizi ilivyo imekaa ni sehemu ya yaani watu wana, wanatoka mjini huku, kwa hiyo wanakuja jioni tu wanakuja nalala asubuhi, tena wana makazi yao wa mjini au wana biashara zao wa mjini. Kwa hiyo sasa hakuna mrundikano wa watu sana ambao niseme wana, wanaishi tu ambao hawana kazi lakini walio wengi wanafanya kazi, lakini wanafanya kazi mjini. Kwa hiyo wanavyokuja, wanakuja na kila kitu kutoka mjini. Kwa hiyo hapa tunawapata wateja ni wachache sana. Mkimbizi ni barikiwa, Iringa imebarikiwa. E, Mungu ibariki Tanzania nchi na vyote vijizavyo. Ni Maria, Bwana ulikuwa nami. Deborah Kitundu wa UoI Digital, asante na kwa heri.